Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, kaimu mkuu wa kanda nyanda za juu kusini, Kopla Samuel Msuya, amesema kuwa jumla ya vyama vitano vya msingi vya ushirika katika mkoa wa Mbeya vitanufaika na mbegu hizo ambazo zimetolewa bure na serikali kama sehemu ya mkakati wa kuongeza tija kwa wakulima na kuimarisha mfumo wa stakabadhi za ghala. Na mbegu hii inakwenda kugawanywa kwa wakulima, wakulima hasa wale wakulima ambao wamesajiliwa kwenye mfumo wa ruzuku wa TFRA, lakini pia waliuza ufuta e, msimu uliopita kupitia e, mfumo wa stakabadhi za ghala kwa njia ya minada ya kidijitali. E, kwa hiyo tunaamini kwamba ufuta e, utakwenda kuwafikia wakulima hao na wataweza kunufaika na wataweza kuongeza tija na kwa kufanya hivyo tutapata mazao mengi. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, katibu tawala msaidizi sehemu ya uzalishaji na uchumi, Bwana Saidi Madito amepokea mbegu hizo na kueleza kuwa kipaumbele kitakuwa kwa wakulima walioko kwenye mfumo wa ushirika, akibainisha kuwa mfumo huo utahakikisha wakulima wananufaika ipasavyo na mazao hayo. Na hizi tani tani, tani mb... moja nukta tano tutazigawa kama ifuatavyo: wenzetu wa Chunya kwa sababu ni wazalishaji wakubwa tutawapa kilo mia saba lakini kwa Mbeya DC ambao nao wanafatia tutawapa kilo mia tano na wenzetu wa Kela tutawapa kilo mia tatu kwa hiyo inakamilisha ile tani moja nukta tano kama nilivyosema sisi ni mmoja wa mikoa ambao tunazalisha ufuta kwa, kwa, kwa wastani kwa mwaka sisi tunazalisha e, tani zilizopungua 5,500. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba bado tuna mahitaji makubwa sana ya nani ya mbegu za ufuta ambazo ni bora kama hii ambazo leo tumepewa na zimethibitishwa na mamlaka yetu mam, ya Toski. Kwa upande wake, afisa ushirika kutoka ofisi ya mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, Bi Irene Luoga, amewahimiza wakulima kuendelea kujiunga na vyama vya ushirika ili kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali ikiwemo pembejeo masoko ya uhakika na mikopo. Uzalishaji ukiongezeka na kipato cha mkulima kitakuwa hivyo. Ni waombe wakulima wazidi kujiunga na vyama vya ushirika kwa sababu wakiuza kwenye mfumo ambao ni rasmi wataweza kupata kipato cha juu zaidi, lakini pia hata na serikali tutafaidika kupata takwimu sahihi za kilimo cha ufuta kwa sehemu zote ambazo ufuta unalimwa. Niwaombe pia wakulima ambao wajajiunga na vyama vya ushirika wajiunge kwenye vyama vya ushirika kwa sababu ndio mfumo sahihi ambapo wataweza kuuza ufuta wao na kwa faida zaidi. Inaelezwa kuwa hii ni sehemu ya juhudi za serikali kupitia COPRA za kuimarisha uzalishaji wa mazao ya biashara na kuongeza kipato cha wakulima.